sana pamoja na wao yaani, viongozi wasiogopa kazi yao hapa, sikuhapao majukumu kuongoza timu wakuongozakiishabi majukumu, kila mtu atimize majukumu yake. Viongozi wasiwamie timu, iongoze timu ipate vizuri, majukumu yao. Mashabiki tufanye kazi yetu moja, kujiunga na wanachama, tufanye kazi yetu, lipe ada twende uwanjani tukajaze uwanja wa, wa Mkapa kwa ajili kushabiki ya kushabikia kid. Hayo ni majukumu yetu, na wachezaji watatimiza majukumu yao ya, ya, ya kucheza na kundogea sisi, heshimu kila mtu acheze kwenye majukumu yake. Mi kuna sehemu naona nini mnaoneana aibu, majukumu kwenye upande wa mashabiki yamepungua. Mashabiki wa Yanga uwanjani saizi waonekani kwa wingi, hilo moja majukumu ya kujiunga na kuwa mwanachama hai wa klabu ya Yanga hawajatimiza majukumu. Haiwezekani Yanga tukawa laki moja, Tanzania nzima ni dunia nzima, Yanga tukwaje kwaje kwa yakeni, kwa we mwenyewe linakuingia kilini? Yani wanachama wa Yanga hai laki hiyo inakuingia kilini kweli? We uoni hapo kama wewe majukumu o yatimiza vizuri vizuri, kei kitimize, tukileta mtu aje mtu wa, wa maana, asije mtu akumvumilia.

Sasa hivi unasema kocha atofaa, yaondoke na asilimia tisini na tisa nikwambia, mimi nilikuwa nje kule, baadhi ya watu wanasema kocha atofaa. Nikamtolea simu nikamwambia umejipa nafasi za ubingwa, akasema. Nikamwambia nige hiyo kadi yako, ni mwite niangalie, kanikimbia. Watu wengi, watu wengi wanasikani kwenye jezi za kupiga kelele, sisi wanasikani kwenye jezi, lakini ukimwambia njoo nisikani kadi yako kama umelipia nafasi za ubingwa anakimbia.